za utawala wa CCM na tumechoka, adha kubwa tunayofanyiwa sisi wananchi kwa sababu ya kutawaliwa na hawa ambao hatujawachagua. Hivi, hebu fikirie, hebu fikirie, fikirienu yeye mlimchagua Samia? Eh, mlimchagua? Mlimchagua Magufuli? Ngoja niwaambie ni habari ya siri ya Magufuli na Samia, siri ya uchaguzi wa rais 2020. Sheria ya uchaguzi inasema hivi, sheria ya uchaguzi ya Tanzania kama ilivyokuwa mwaka elfu mbili na ishirini na kama ilivyo leo, baada ya matokeo ya uchaguzi kutangazwa, baada ya tume kutangaza matokeo ya uchaguzi, inatakiwa kuchapisha matokeo hayo jimbo kwa jimbo nchi nzima. Kitendo cha mwisho ambacho tume inafanya katika mchakato wote wa uchaguzi ni kuchapisha matokeo ya uchaguzi wa rais jimbo kwa jimbo, wilaya kwa wilaya, mkoa kwa mkoa, nchi nzima. Inachapisha matokeo ya uchaguzi wa wabunge jimbo kwa jimbo, wilaya kwa wilaya Mkoa kwa mkoa, nchi nzima inachapisha matokeo ya uchaguzi wa madiwani kata kwa kata ya madiwani yamechapishwa kata kwa kata wilaya kwa wilaya mkoa kwa mkoa Tanzania nzima yapo. Unaweza ukaangalia kama una bandwa, hata we mwenyewe, nenda kwenye website ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, unanifahamu. Kwenye website hiyo hiyo Tume imechapisha matokeo ya wabunge. Ukitaka kujua mbunge wa Lupa alipata kura ngapi, yako pale. Diwani wako walipata ngapi? Matokeo yako pale, jimbo kwa jimbo, wilaya kwa wilaya, mkoa kwa mkoa, nchi nzima. Tafuta matokeo ya rais, tafuta matokeo ya rais ya hili jimbo la Lupa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 ni uongo tu, wametangazwa tu na wametangazwa na masisi wenu wenzao waliowaweka kwenye tume.